Nairobi. na mtazamaji na a kampuni ya Royal Media Services imetua sokoni Oyugis kaunti ya Homa Bay kwa shughuli za kukutana na wa wasikilizaji wa Radio Citizen wakishirikiana na wa wadhamini mbalimbali wakiwemo kampuni ya mawasiliano ya Safaricom Joy Millers na Pepsi watakita kambi Nyanza kwa siku tatu kesho mseto campus tour itarindima katika chuo kikuu cha Kisii Steve Shitera anaarifu zaidi kutoka Oyugis vizuri. Bila shaka Rashid, kama ilivyo ada, Radio Citizen imeweka mida katika uh, soko la Oyugis na kuhakika, kwa hakika kwamba ni shughuli ambazo zimekuwa tu ziki afanywa na vituo vya Royal Media Services pamoja na wadhamini mbalimbali ambao wamehakikisha kwamba Radio Citizen na vituo vingine vya Royal Media Services vinakutana ana kwa ana na wasikilizaji wake ambao kwa kweli ni wadhati. Na hii leo shughuli inapigwa hapa katika soko la Oyugis, na bila shaka tayari kikosi kizima cha Radio Citizen kimetua hapa kikiongozwa na mkuu wa, namkuu, wa stesheni, Radio Citizen Tina Ogal. kunaye, Uh, Salim Beyu ambaye anasukuma kipindi cha Pambazuka kwenye Radio Citizen. Anko uh, Bensu ambaye pia kwa hivi sasa anashika uh, usukani kama mpiga picha na ni mtangazaji maarufu sana wa kipindi cha Wax Tikitaka. A, Munai Abdi wote wako hapa kuhakikisha kwamba wadhamini wanapata a, kile wanachokitaka kutokana na umaarufu wa stesheni nambari moja a, nchini Radio Citizen ikisukuma a, ujumbe wa a, Raha Premium ambao ni unga unaotengenezwa na kampuni ya Joy Millers. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom iko hapa kuhakikisha kwamba a, a, wata, wasikilizaji wa Radio Citizen ambao pia Uh, ni uh, uh, wanatumia bidhaa kutoka kampuni hii ya Safaricom. Kumbuka kwamba hii leo uh, wako katika soko hili la Oyugis. Kesho uh, Safaricom itakuwa inashika usukani katika chuo kikuu cha Kisii uh, katika kipindi cha Mseto, na hapo uh, itakuwa ni Mseto campus tour, ambapo vijana uh, katika vyuo mbalimbali wanapewa fursa ya kuweza kunoa uh, makali yao katika talanta walizonazo mbalimbali. Sitakuweka Rashid Wazungumzaji wako hapa, wenye ujumbe wako hapa, tanza na mkuu wa uh, Radio Citizen Tino Gal atupatie uh, uhondo. Radio Citizen iko hapa kwa ajili uh, gani? Um, ulivyosema hapo awali ni ni ni kuwa Radio Citizen chemshemi kweli imedunda rasmi huko Nyanza, na na na na na leo hii unavyosema kwamba tuko katika soko uh, la Oyugis, na kile macho imetuleta hapa ni kuhakikisha tunapata kutangamana na wasikilizaji wetu na of course watazamaji wa wa Citizen TV na kwa jumla tu wale ambao ni mashabiki wakubwa wa Royal Media Services iliani kile kimetuleta hapa. Of course tungeweza kufika hapa kama si kwa ushirikiano mkubwa sana na wadhamini wetu, ikiwemo kampuni kubwa ya mawasiliano Safaricom, ambao ni miongoni mwa wale ambao wamepata kufanikisha safari hile hii hapa sokoni. Na vile vile tumekuja na you know, kampuni ya Joy Millers, ambao ni watengenezaji wa you know, Joy Max Mivoko, ra premium ngano ra premium, ambao tunasema kwamba ni Kavagara. Vile vile kampuni kubwa ya Pepsi, ambao wamejuzi juzi wamezindua kinywaji cha Sting hapa, na tumekuja hapa kuwaletea wakazi wa hapa burudani. Na so vile tu pia unajua, kama redio nambari moja Kenya, tumekuja kuhakikisha kwa tunaleta ule utangamano na wasikilizaji wetu na pia watazamaji wa Citizen TV kuambia kwamba sisi tunapozunguka Kenya nzima, tunakuja pia kuhakikisha kwa tunaonana, tunashirikiana pamoja, tunakula burudani pamoja, tunatoa you know, elimu pamoja na you know ile tunakuwa na kutembea you know moja kwa moja na jamii kwa jumla, na nasema kwamba leo hii tuko hapa Oyugis Market. Kesho kumbuka, tuko hapa na watangazaji wakubwa wakubwa kama vile Willy Tuva ambao ni mmoja wapo wa you know watangazaji na na na na na wale wasisi wa kumbele kuhakikisha kuwa kuwa wana you know, tembea na vijana na kuwalea vijana. Na leo pia, vijana vijana vijana kuwalea leo pia pia watakuwa nafasi hapa hapa, uh, kuweza kuweza live live kwenye mseto kam, um, mseto live kutoka hapo saa saba hadi saa kumi. So ni wito tu tu kwa kwa kwa kwa kwa wafike hapa, wapate kuimba, kuzungumza kujiexpress, kujionyesha. Kesho tuko uh, Kisii University ambapo kuna burudani kubwa kubwa pale pale hisani hisani hisani ya ya ya Safaricom, kwa hisani ya Pepsi, kwa hisani ya Joy Millers, ndugu yangu itakuwa itabidi wajae wapate mafunzo kibao. Burudani tele na kutangamana na watangazaji wa Radio Citizen chemi chemi kweli. Jumapili kumbuka, pia tuko hapa Kisii na kile ambacho leta Kisii, tunaabudu pamoja na watu wa Kisii pia. So Radio Citizen imekita kambi hapa three days, so wajue kuwa tuko hapa tunakula mandizi hapa, we are just enjoying ourselves na watu wa you know, eneo hili la Nyanza. Asante sana, bila shaka, huyo ni msimamizi wa kituo nambari moja nchini, Radio Citizen. Raha Premium, uh, wana nini leo Yugis? Um, kwa majina Alex Munene, msimamizi wa marketing pale Joymillers Limited. Na popote unaposikia Raha Premium, ukisikia kavagara basi unajua lishe ni safi. So leo tuko hapa Oyugis Market ambapo tumekuja kuleta habari njema kwa wakazi wa Oyugis, uh, ya unga namba moja hapa nchini, unga wa chapati, unga wa ugali, uh, unga wa ugali tulisema tuko na mbili. Tuko na Joymax na tuko na Raha Premium kavagara. So tuko hapa siku ya leo na for the next three days tutakuwa tumekita kambi, uh, hii Western Region. Kesho tuko Kisii University kama vile tena alivyosema na kueneza tu habari njema yenye eh, kuhusiana na lishe, lishe bora ambayo sisi kama Joy Millers Limited ndio msingi wetu. Na kila wakati mimi nakwambia that uh, shtera ukiingia ukiingia pale katika supermarket, um, katika supermarket au duka yote iko karibu na wewe, uchukue bidhaa kutoka kwa Joy Millers Limited, basi ni hakikisho bora that utapata uh, ile tunaita value for your money. So ukiingia pale dukani, jishikie kavagara yako, jishikie jishikie ngano yako yako Joy Max yako na mambo yako yatakuwa shwari. Bila shaka mambo yatakuwa shwari na mawasiliano hapa yamehakikishwa na kampuni ya Safaricom kuhakikisha kwamba uh, hata ma, uh, matangazo haya moja kwa moja yanaletwa kwako kwa uh, hisani hiyo ya Safaricom. Tueleze tu labda Safaricom uh, ina lipi la kudondoa hii leo?

Bila shaka Rashid, sina mengi, umewasikia kutoka kwa wenyewe ambao wameweza kukudondolea ipasavyo kuhakikisha kwamba msikilizaji na mtazamaji wa runinga ya Citizen anapata kila anachohitaji kutoka kwa wadhamini hawa ambao wamewezesha safari hii. Bila shaka, tuko hapa, umesikia tunakita kambi hapa hadi Jumapili, na yote utayapata kwenye runinga yako nambari moja, runinga ya Citizen Rashid. Naam, shukrani sana uh, Steve Shitera kwa kutupa uhakika wa kile ambacho kinatarajiwa kwa siku tatu uh, za ndugu zetu kuweza kupata uh, ujio huo ambao kwa kweli utakuwa una faida kwa mtazamaji. Kama mwelekezi wangu uh, ameridhika na hilo, naomba kwamba niende mapumzikoni kwa sasa tukirudi